Moja ya haki za msingi kwa mtoto ni haki ya kupata elimu, lakini upatikanaji wa haki hii kwa watoto kwenye jamii ya Kimasai katika halmashauri ya wilaya ya Monduli mkoani Arusha imekuwa ngumu. Baadhi ya watendaji wa kata wa halmashauri hii, wakiwa kwenye mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wanaeleza namna wanavyokabiliana na changamoto hiyo kwenye kata zao. Semi wanafanya labda mm, maybe kama mtaji sasa, akipokea ng'ombe kumi, ishirini, anaona ni bora, lakini nakuta mtoto pia anaenda kumwozesha kwa mwanaume ambaye tayari ana wanawake zaidi ya watatu wanne, halafu mtoto mdogo labda wa miaka kumi na tano hata kumi na saba kumi na nane kwa mwanaume mwenye wanawake wa nne watatu, si bado tu changamoto. Kwenye jamii ya Kimasai wao, kipaumbele cha mtoto wa kike kusoma sio kwao kipaumbele. Hiyo ndo changamoto, mila potofu. Niseme ni mila potofu, kwa sababu yeye haamini kabisa kwenye mtoto wa kike kwenda shule, kwa sababu kama viongozi tuliopewa dhamana, tuna jukumu la kumwelimisha. Je, halmashauri ya wilaya Monduli inachukua hatua gani katika kushughulikia changamoto hii? Hapa ofisa ustawi wa jamii wa halmashauri hiyo, Konstantino Rahi anaeleza. Tunafanya jukumu la kuhakikisha kwamba kuna zile kamati za ulinzi wa mwanamke na mtoto kwenye ngazi za vijiji, kata na halmashauri zinaimarishwa na kamati hizi zipo na tumeendelea kuziimarisha na zinafanya majukumu yao ya kuhakikisha kwamba zile haki ya mtoto, haki ya elimu na haki zingine ambazo zimejumuishwa kwenye sheria ya mtoto zinapatikana kwa maana ya wanaweza kwenda shule. Yohana Mcharo ni mkufunzi kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ambaye amewasilisha mada ya haki za binadamu na wajibu. Anaeleza umuhimu wa haki ya kupata elimu kwa watoto. Haki hii ya msingi ya elimu ni jambo la msingi sana katika haki za binadamu. Tunaposema haki ya elimu ni, ni, ni kiini cha maendeleo katika mambo mengi. Haki hii ya msingi inapopuzwa wakati mwingine inaweza ikasababisha jamii ikawa na idadi kubwa ya watu wajinga lakini pia inaweza ikazalisha pia maradhi lakini pia inaweza pia ikazalisha kukosekana kwa maendeleo katika eneo husika. Halmashauri ya Monduli ina jumla ya kata 20, ambapo washiriki 40 ambao ni watendaji kata, wakuu wa idara na kamati ya usalama imepata elimu ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview, zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia Khomein TV at gmail.com. Nyote na karibishwa.